Ndugu zangu, Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia Wizara ya Kilimo, maono yake makubwa ni kuona tunaongeza tija ya uzalishaji kwenye eneo la kilimo. Ziko jitihada mbalimbali zinafanyika. Moja ya jitihada ni pamoja na kuhakikisha tunakuwa pia na visima vya umwagiliaji kwa wananchi wa kawaida. Tumeletewa mitambo ya uchimbaji wa visima kwenye maeneo yetu ili kuongeza uzalishaji ndani ya halmashauri ya wilaya ya Geita peke yake visima takribani ishirini vinategemewa kuchimbwa, lakini bado kumekuwa na programu maalum ya pembejeo na mbegu za ruzuku eneo hili. Katika ziara ambazo tumeendelea kufanya, niweke wazi, sijaridhishwa na namna ambavyo tunasimamia upatikanaji wa pembejeo ya ruzuku kwa wananchi wetu yako manunguniko yanayosemwa na wananchi. Manunguniko ya kwanza, bado pembejeo hizi zinauzwa kwa bei ambayo ni ya juu kuliko bei elekezi ambayo imeelekezwa na serikali. Malalamiko ya pili, pembejeo hizi haziwafikii wakulima kwenye maeneo yao, zimewekwa kwenye senta ambazo ziko mbali na maeneo ya wakulima. Niagize moja wote ambao wamepewa dhamana na serikali ya kusambaza pembejeo za ruzuku wakaguliwe mara kwa mara na wahakikishe pembejeo zinapatikana kwa wakulima kwa wakati na kwa bei elekezi. Tumeambiwa tunao mawakala sita kwa upande wa halmashauri ya manispaa ya Geita na tuna mawakala tisa kwa upande wa halmashauri ya wilaya ya Geita. Niwaombe sana wataalamu wetu wa kilimo kwenye ngazi za kata Nendeni mkawatambue na kuwasimamia mawakala wote wa pembejeo. Tunataka kuona azma ya serikali ya pembejeo hizi kupatikana kwa haraka, kupatikana kwa urahisi na kupatikana kwa bei nafuu inakwenda kuonekana katika wilaya yetu ya Geita. Wako wakulima wanahitaji mawazo yetu na fikra zetu, twendeni tushuke chini, tuwafikie tukatoe maoni na ushauri wa kitaalamu ili wakulima wetu weze kufanya uzalishaji wa mazao ambao utakuwa na tija.